na mikate ya kuoka na aimati tumeoka, mtakula waziwazi na tamasha. Bila shibe, hiyo kwetu siyo tamasha. Mate yanidondoka, kwa hakika nitaonja. Vitumbua mmepika, na mikate ya kuoka na mapeni tumeleta, tutakula waziwazi na tamasha. bila shibe